Karibu mtungini kupitia Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Sendru. Katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa serikali na afya nchini Tuge, bwana Eli Mkunda, ametoa rai kwa baadhi ya viongozi wa siasa kuacha tabia ya kuwafokea hadharani watumishi wa umma pindi wanapokosea katika utendaji wao wa kazi. Bwana Mkunda amesema kuwa vitendo vya aina hiyo vinachafua heshima ya utumishi wa umma na vinaweza kuathiri morali ya wafanyakazi. Aidha, Bwana Mkunda amesisitiza kuwa umuhimu wa viongozi wa siasa kushirikiana na mashirika ya wafanyakazi na vyombo vya utumishi wa umma ili kutatua changamoto za utendaji kwa njia ya heshima, maadili na taratibu za kisheria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 wakati utaratibu unajulikana. Kwa hiyo hili swala uh, tumelikemea kwa kiwango kikubwa na tunaendelea kulikemea wafanya, uh, swala la kusimamisha mtu kazi, kumchukulia mtu hatua wakati sio mamlaka yako. Unakuta mwanasiasa mwingine tu public ili apate mileage za kisiasa, anafanya hivyo, kugombeza wafanyakazi kwenye majukwaa, hiyo haitakiwi. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa imetangaza mipango ya kutoa elimu kwa wananchi wa mkoa huo kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria ikiwemo migogoro ya ardhi, ukatili wa kijinsia na masuala ya ndoa. Kauli hiyo imetolewa na maafisa wa mahakama ambao wanasema kuwa lengo lao ni kuhakikisha kila mwananchi anatambua haki zake za kisheria na kupata huduma za kisheria kwa usahihi. Mpango huu unaoendeshwa kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za kijamii, mashirika yasiyo ya ya kiserikali na vyombo vya habari ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Mahakama pia imewahimiza wananchi kutumia fursa kama hizi kwa dhati ili kupunguza migogoro isiyo ya ulazima na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa kwa mujibu wa sheria. Elimu juu ya masuala ya mashauri ya talaka na ndoa. Lakini pia tutatoa elimu juu ya uendeshaji wa mashauri kwa njia ya kielektroniki, lakini pia tutatoa elimu juu ya haki za mtoto na ulinzi wa mtoto. Lakini pia tutatoa elimu juu ya utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi, eneo ambalo linaonekana ni geni na watu wengi hawalifahamu. Kwa tumeona haya ni miongoni mwa maeneo muhimu ambayo tumeona tunaweza tukatoa elimu katika wiki ya sheria, hasa hasa kutokana na umuhimu wake na mazingira ya sasa na tuangazie habari za biashara. Mkuu wa mkoa wa Songwe bwana Jabir Makame amekemea tabia ya baadhi ya watumishi wa umma kunyanyasa wafanyabiashara katika vituo vya ukaguzi wa mazao, akisema hii inatishia mazingira ya biashara na uchumi wa mkoa. Akizungumza wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwao katika halmashauri ya Tunduma, bwana Makame amesema kuwa ukaguzi ni muhimu, lakini usumbufu unaosababishwa na, na baadhi ya watumishi unakwamisha biashara na kuongeza gharama zisizo za lazima kwa wafanyabiashara. Mkuu huyo wa mkoa aliwataka wafanyabiashara kushirikiana na serikali katika kuhakikisha ukaguzi unafanyika kwa uwazi huku akiahidi kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi. Nipige marufuku katika mkoa wa Songwe. Nisingependa wafanyabiashara wapate shida. Sisi watendaji tusiwe kikwazo kwa vijana hawa walioamua kujiajiri kupitia biashara zao. Twendeni tutoe huduma kwa kuzingatia misingi ya utu, tutoe huduma kwa kuzingatia misingi ya haki, tutoe huduma kwa kuzingatia misingi ya sheria, tutoe huduma kwa kuzingatia hekima na busara. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, changamoto niliyoipata mkoani kwako, sisi wafanyabiashara wa mazao tunaambiwa, unapotaka kusafirisha mazao Unatakiwa kukatia vibali vya kusafirishia, unatakiwa kukatia ushuru. Unafanya yote, unakatia ushuru, unakatia vibali vya kusafirishia, unapakia mzigo, unaondoka. Unapofika njiani unakutana na maskari njiani, wanakusimamisha. Kuna sehemu nakuta umeshapita hata beli ya mbili zimeshahakikiwa zimegongwa, na muhuri. Sasa anakwambia, fungua mzigo wako tuangalie. Nafungua gari, anaanza kuangalia ule mzigo, nakwambia umepakia ulezi. hey. Natokea wapi? Nasema natokea Tunduma, naangalia document zinasema Tunduma, lakini kuna kama document zako za kufoji. Unamuuliza kivipi? anakuambia Tunduma walimi ulezi, anambia sasa, mimi ulezi nimeununua soko la majengo Tunduma, sasa unabishana na mimi. Nishakwambia walimi ulezi, sasa mheshimiwa, document nimetoa wapi? Anakuambia umefoji namuuliza swali, dokumenti zilizo zilizofojiwa unazijua? Kwa muonekano ni original, lakini zimefojiwa. Na namuuliza kivipi? Anakwambia mnabusha ulezi kutoka Zambia, mnauleta Tanzania. Ukishafikisha Tanzania, unafoji dokumenti ya halali, unaanza kusafirisha. Unamuuliza, ushahidi wako ni upi kwamba ulezi umetoka Zambia, umekuja Tunduma, alafu mimi ndo nikafoji dokumenti niupeleke Dar es Salaam au niupeleke Arusha bila kuwa na dokumenti za kupitisha kwenye boda, anakwambia we, tutabishana sana nachakufanya, kuweka gari hapo, tutaonana kesho sta biashara. Siku hizi mkua mkoa ni ngumu, unaenda na order, mteja anaangalia vitu vitatu tu, kitu cha kwanza ubora wa bidhaa, kitu cha pili ni bei unayomuuzia, kitu cha tatu ni delivery time. Mtu anakuchelewesha unakuja kufika kule, auna order ya mzigo. Lakini hao vijana kwa uzalendo wao wameamua kujiajiri na kufanya biashara zao. Serikali lazima tuwe wa kwanza kuwaunga mkono, tuwe wa kwanza kuwatengenezea mazingira bora ili wafanye biashara zao, wakue na waweze kufika sehemu. Tuhitimishe upande wa kimataifa. Mkataba wa amani mpya umesainiwa nchini Marekani ukilenga kutuliza, ukilenga kuleta utulivu katika ukanda wa Maziwa Makuu, lakini hali halisi bado inabaki kuwa tete. Taarifa kutoka Kivu ya Kusini leo zinaonyesha kuwa droni zimerushwa na mabomu na kuvunja minara kadhaa ya mawasiliano. Shambulio hili kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Rwanda linahusishwa na jeshi la Kongo, FDLR na baadhi ya vikundi vinavyodaiwa kuhusishwa na Burundi. Video zinazozagaa mitandaoni zinaonyesha raia wa Kongo walioko mpakani eneo la Kamanyola wakivuka kuelekea Rwanda wakitafuta hifadhi kutokana na hali tete ya upande wa Kongo. Wadadisi wa masuala ya usalama wanasema tukio hili linaweka changamoto kubwa kwa juhudi za kimataifa za kutekeleza mkataba wa amani. Wito umetolewa kwa pande zote kuheshimu makubaliano, kushirikiana katika mazungumzo ya kina ili kuhakikisha utulivu wa kudumu. Na huu ndiyo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media. Na kwa hayo tunafunga duru ya mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti ya openmedia.co.tz. tz mimi ni Erastus Andrew.